Na wafanyabiashara katika mji wa Kirigoya, kaunti ya Kirinyaga, wamepata hasara mamilioni ya pesa kutokana na mkasa wa moto ulianza usiku wa kuamkia leo. Wafanyabiashara katika mji wa Kirigoya wameikashifu serikali ya kaunti ya Kirinyaga kwa kuzembea wakati janga hili lilipotokea. Inasemekana kwamba gari la zima moto halikupatikana wakati ufao, jambo ambalo lilichangia kuenea kwa moto huo na kuteketeza biashara mbalimbali kama vile za uuzaji wa nguo, vyakula, bidhaa za useremala na viatu Tukiitisha gari ya moto haikupatikana. Inasemekana imeharibu kitu ya laki mbili. Ile tunauliza laki mbili kwa kaunti, hiyo ni pesa gani bana? Hapo hakuna, hapo, hapo hakuna kitu bana. Watutengeneze gari, huu ni moto wa mara ya tatu, gari haitusaidii, tunasaidiwa na gari kutoka Embu, MCA na itisha ingine Nyeri, tusaidiwe na gari yetu. Kama county government hakuna kitu imefanya. Lakini maswali ile najiuliza kwa, kwa sababu gavana wa Kirinyaga anajenga parking ya magari ya mazima moto na ile magari iko hapa imeharibika Magari ya mazima moto ndio iko na haja, ama ni nyumba yenye anajenga ya milioni mia mbili? Magari, magari ndio ina haja? Kumechomeka nyumba tatu ambazo lori za maji ziliendea mara mbili kwa mto, zilizimwa na lori sita, na ambazo hata ukiangalia saa hii bado moshi inaendelea na kwenda juu. Kwa hivyo tuko na huzuni kama wakazi wa Kerenyaga na tunataka gavana afanye kitu. Na wafanyabiashara wanaotegemea watalii katika kituo cha kibiashara cha lango kuu la utalii la Sekenani wameibua lalama kwa ukosefu wa nguvu za umeme hali ambayo inazidi kuzorotesha

gesha magari na malazi ya hoteli ndani ya mbuga hiyo na serikali ya kaunti ya Narok. Kitu ya kwanza hatuna security kabisa. Unapata kama mtu uko na kamera uwezi itumia kama sahii msimu wa wageni kufika, lakini wanapendanga vinywaji baridi, manake wakiingia pale kwa pa, kuna kwanga na joto mingi sana, so unapata wanahitaji vitu baridi na hatuna so unapata hapo tunapoteza pesa mingi. Unapata, tafadhali tunaomba serikali watusaidie. Tunaweza kata siku mbili tatu bila stima. Saa zingine customer anakuja anataka kukulipa na Mpesa, unapata simu imezima, na saa zingine customer mwingine ni wa mbali, so kuconfirm hiyo pesa kama imeingia kwa simu yako inakuwa ni shida sana sana hapa sana, hatuna hata uh, hiyo stima kwa muda mrefu, sio wengine. Tunanunua hizi tochi za kuchaji, na pale hiyo tochi imezima ukifika kwa nyumba hakuna jana. Nilitupa kuku 20, zimeharibika na hiyo ni hasara ya mwenyewe. Sasa tuko na charge sana ya Kenya Power juu hata wenye wale customer wanakuja, tuwapea hiyo chakula, tunawapea uchafu. Kwa hivyo, tunaenda, mwenyewe anaenda hasara. Sasa tunaomba Kenya Power warekebishe hiyo maneno, tuendelee na biashara. Hakuna stima, ukiakisha hiyo jenereta unapata hiyo mafuta inaisha, na mahali ya kupata si karibu sana, na saa nyingine inaishanga kwa Isenda. Kuna town kubwa naisasema utapata hiyo mafuta haraka. So hiyo ni challenge ingine kubwa na tuko nayo kwa Isenda.